Kufanikiwa kuyaenzi maono ya baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuifanya Dodoma kuwa makao makuu ya nchi. Maono yao yalianza kutekelezwa na serikali ya awamu ya tano iliyokuwa inaongozwa na Dr. John Pombe Magufuli. Maono hayo yalitekelezwa yali, yali kwa kiasi, na sasa kasi imeendelea ya utekelezaji ya ujenzi wa makao makuu mapya ya Dodoma, ikihusisha kukamilishwa kwa ikulu serikali pia imeendelea na ujenzi wa majengo 34 ya ofisi za serikali katika mji wa serikali Mtumba ambapo ukamilishwaji wake umeshakamilika kwa kiwango kikubwa. Mheshimiwa Spika, kiwanja cha ndege kima cha kimataifa cha Msalato kimekamilika. barabara za mzunguko wa nje yani, outer ring zimeshakamilika kwa kiwango kikubwa. Mzunguko wa ndani, inner, inner roads, wa ndani ina zinaendelea kujengwa. Ukamilishwaji wa majengo ambayo miundombinu ya jiji la Dodoma unategemewa na utawezesha wananchi kupata huduma hapa hapa. Haturudi nyuma, hii ndo makao makuu ya nchi yetu. Na kwa Kigogo wanasema langa langa idodoma ikinojile. kinojile kunojile kudodoma.